Mambo vipi wanafamilia wa Rick Media? Mimi naitwa Rick na hii hapa ni e-trending ya Rick Media. Leo nipo hapa na binti wa Jerry, Sarafi na Jerry. Hivi this year tumefanya kweli content pamoja. Ndio umeanza tarehe 10 bosi wako. E bana, leo nataka tupige stori kuhusiana na ishu nzima ya mkubwa Fela. Um, Sarafina, najua utakuwa umeona nini ambacho kinaendelea kwenye social media lakini pia hata wana familia wa Ricky Media wanajua nini ambacho kinaendelea kwenye social media kuhusiana na mkubwa Fela. Moja kati ya ma managers wakubwa sana na kwa mujibu wake ni manager wa kwanza Tanzania. E, kwamba hayuko sawa, um, anaumwa. Lakini kikubwa zaidi ni upande wa Fela na upande mwingine wa wasanii ambao amewasaidia ukiwa unaonekana kama kuna mvutano wa namna ya kumsaidia mkubwa Fela sema, sema upan, wa mke, wa familia ya Fela, maana familia yake sindo inazungumza yes, familia mm. yake e, inadai kwamba kuna watu wengi ambao walisaidiwa na mkubwa Fela, lakini kwa sasa hawalipi fadhila. Hakuna simu tena, wengine hawapokei simu, akimtuhumu Diamond Platinum kwamba hapokei simu ya, ya, ya familia, umeelewa sasa. mm. imekuwa ni kitu ambacho Kimsingi kimekuwa na vuta nikuvute. Upande wa Diamond pia tumeona watu wake wa karibu wakizungumza, nimeona uh, Don Fumbwe pia ameweza kuelezea kwamba um, Diamond ameshiriki, ameshatumia zaidi ya milioni mia mbili katika matibabu ya mkubwa Fela. mm -hmm. nini ambacho familia nyingine, kingine ambacho kinataka? Kwa sababu mwisho wa siku, walikuwa wanafanya biashara na obvious kumsaidia mtu, unajua, ni maamuzi ni moyo. Hata Diamond alichokifanya pia nacho ni kitu kikubwa sana, unajua. So nimeamua tukae chini tuzungumze. Je, hizi lawama ambazo wanamtwika Diamond Platinum anastahili unairudisha kwangu mi? mm. Kwanza kabisa nisema tuko na Silent Ocean, simba wa bahari ukiagiza mm. nao haujapoteza mm. tuko nao hapa kuhakikisha kwamba chochote ambacho kinafanyika hapa unakipata sawasawa mm. Lakini nikirudi kwenye hicho uh, unachokizungumzia mm. Uh, mi, mi ntakawa pande zote, ntakaa upande wa familia ntakaa upande wa Diamond mm. uh, na wasanii wengine hapa mm. Unajua kwa Dai hivi, unakumbuka kipindi ambacho tumefanya interview na huyu me, meneja ambaye ni mbunge nani Babu Tale, unakumbuka Babu Tale? Yes, yes. akatuambia ni kweli mm. amepooza yuko ini si ndio ilikuwa kwanza kutoa e, taarifa kwanza kabisa exclusive mm. ni muda sana Rick mm. ni mwaka juzi? mwaka jana, mwaka juzi. Mwaka mwaka juzi ilikuwa mwaka juzi eh. Yeah. Unaona? hasa kwa mtu ambaye sio familia mm kuendelea kusaidia tu mm. ni moyo wa ndani kabisa mm. Yani, unajua kuna, kuna mtu akiumwa hata ndugu zake wanaweza, akikaa muda mrefu, unaweza ukaona kama ndugu wanadisapia mm. inatokea hiyo mm. uh, kwa hiyo kwa Diamond, kwanza kabisa sio jukumu lake mm. yani hilo liko wazi mm. tusipepese macho mm. sio jukumu lake kumsaidia, hata hicho alichokisaidia naamini mm. hata mzee wetu Saidi Fella mm yuko grateful sana mm, mm. Kwa hicho alichokifanya Diamond, lakini hata kwa dada Sweet Fela mm. Unajua mke wa Fela anaitwa Sweet Fela mm. Dada Sweet Fela mm. Mtoto wake Sabrina Fela mm, mm. Wanachokizungumza na waelewa pia mm. Unajua binadamu tuna kawaida ya mm. kutafuta haueni, yani ukiwa unapitia kitu fulani unatafuta haueni, yani ndio mm. maana kuna, kuna watu wengine wakiwa wanapitia situation fulani huwa wanatafuta wa kumlaumu mm. Ni nature yani, ni nature kabisa kwao. Mi wanavyoongea si washangai mm. kwa sababu ukiwa na matatizo ndo utaona namna ambavyo unahisi watu wanajua kukimbia watu, yani hata kama sio, wa, sio wao wako responsible na hicho kitu yeah. lakini we unaona kabisa kwamba mm. hawa wananikimbia, hawa wanafanya hivi kwa sababu mume wangu yuko kwenye hali hii, hawa wanafanya hivi kwa sababu babangu yuko iko kwenye hali hii, lakini ni hali ya kawaida kuifil kama binadamu. wanasema Yuhi. Hakuna kitu ambacho kina filisi Yuhi. kama ugonjwa yani, hata uwe bilionea vipi. Kabisa. bado utasafa otherwise, u na bima kubwa sana, lazima utateteleka kiuchumi. na kwa muda ambao uh, Mkubwa Fella ameumwa kialisia, najua kama familia imetumia pesa au tumsaidia, umefanya nini, ni gharama kubwa sana imetumika. Nakumbuka hata tunazungumza na, na, na uh, babu Tale alisema kwamba Mkubwa Fella ni kweli anaumwa Yuhi. lakini sisi hatujaamua kuja kuomba misaada kwa sababu ni kitu ambacho tunaweza kukisimamia wenyewe na, la, na ni pia... kweli na kwa taarifa zilizopo hata mm -hmm. Mimi mara ya kwanza nilichokuwa nafahamu ni kwamba Diamond alimchukua Mkubwa Fella akampeleka India mm -hmm. Kitendo tu cha mtu kumtoa mtu kumpeleka, muone Domfumbo, interview yake imefana na Bongo 5 mm -hmm. Kitendo cha kukutoa wewe hapa, wameenda na business kutoka hapa kwenda uh, India, India. nauli tu ya business go and return Sio mtu mmoja, walienda watu wengi ambao kuja kumsaidia. mm -hmm. Amefika kule kupewa matibabu, anasema kwamba alilazwa hapa TMJ, anasema alilazwa TMJ, matibabu yote alikuwa anasimamia Diamond kwa mujibu wa Don Fumbo, zaidi ya milioni kumi na saba zilikatika hapa Tanzania kwa bongo, bongo tu peke yake, since Diamond aanze kusimamia matibabu, katoka hapa kampeleka India karudi, bado Diamond akaendelea kusimamia matibabu kama kawaida. Nafikiri kuna kuna miscommunication tu ambayo ipo kati yao, lakini pia inatajwa kwamba Um, kabla hata ya Mkubwa Fella kuumwa mm, hakukuwa na communication nzuri kati, kati ya Diamond na management, management yake. Yani, wakati Mkubwa Fella anaumwa mm, tayari hakukuwa na maelewano mazuri, sio Babu Tale, sio, mm, sio Salamu SK kama nakumbuka kipindi kile, mm, kwamba Salamu alikuwa na Diamond sio Fella mm, yani walikuwa hawapo katika yani management Temes haikuwa vizuri, tems nzuri na Diamond kipindi kile, kama wanakumbuka, alikuwa wanaweka front sana wakina Jamal ndo alikuwa wanasimamia kila kitu chake, popote utakapomwona Diamond yuko nao akina Babav. Lakini... do watu ambao walikuwa ni kama watendaji uh, pamoja na ule msimamizi wa Wasafi Media wasafimdiatnanii Neli, kama nakumbuka vizuri by that time mm, ndio alikuwa front kwenye kila kitu, wengine hawa wote hakuwepo. Lakini ilipokuja kwa sababu ya swala la ugonjwa, akaplay nafasi yake kama binadamu ambaye amemsimamia akampeleka. Na kwa mujibu wa Don Fumbwe ambaye ni mwasibu wa Diamond, anasema karibia milioni mia mbili imekatika kwa ajili ya kumsaidia Mkubwa Fela kwao. Nafikiri familia sasa ikae chini ione, kwa sababu naona sahivi unatupa kama vijembe. Nimeona alichokiandika um, mke wa Mkubwa Fella kupitia ukurasa wake wa Instagram kaandika leo, ameandika kwamba naona mnaanza kunichon, kunichokonoa. Nimewapiga, nimewapiga moja tu mpaka leo mnaweweseka wiki ya pili hii. Nikija tena kwa mara ya pili si mtaongea mwezi? Acheni kujishtukia, ndugu as, um, afu kusikilizeni vizuri klipu, labda masikio yenu mazito zidisheni sauti mpaka mwisho. Kwa hiyo anaona kama vile amekuwa quoted tofauti. Na, na, lakini pia watu wakalalamika kwamba umepata hela, tunakuona unakula bata sehemu fulani sehemu fulani. Ona mtoto wa Mkubwa Fella pia aliongea, kasema wewe kula bata, sisi tumeamua, wewe ule bata hivo. Kwa hiyo inaonyesha kwamba <gülh> ni yani mambo mengine ya Sarafina no, lakini mi, mi nabaki na palepale kwamba hii familia nayo sio ya kuilaumu sana, kwa sababu mi najua unaweza ukakuta mentaliti zao sasahivi haziko sawa, kuuguza muda mrefu, Riki, wewe labda kama hujawahi kupitia hiyo situation, lakini kama umewahi kupitia hiyo situation, unajua wako kwenye kwenye kona ya kumuona kila mtu ni Bye. mbaya, yaani kwamba mbona uplay kitu fulani, mbona mzee wetu alikusaidia kitu fulani, mbona mm. hivi. Lakini nawaelewa kama familia na pengine labda kwa, kwa Swit Fela na Sabrina Fela mm. kitu kikubwa cha kuambia ni wazidi tu kumwomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu haya yote yatamzidishia maumivu zaidi Mkubwa Fela kama akijua, yeah. haya ndo yanayotokea. Inawezekana pia hata unajua, kwa, kwa hali ambayo iko nayo atafuatilia mambo tu exactly. mm. lakini kama akija, akija kujua mm. akipona, akija kujua hivi, itamuumiza zaidi Kup. na mbona ilikuwa njema sana walivyokuwa wanamsaidia na mambo hivyo hivyo kimya kimya, mm. kwa sababu yeye mwenyewe anakiri wazi kwamba watu kama wakina Mbosso hmm. wanapeleka msaada hmm. sindio? hmm. kwa hiyo ilikuwa ni hivyo. Sijui kama hapo ndo anaitisha msaada au ni nini ambacho ni lengo lake. Mimi kama ningepata nafasi ya kumshauri mke wa Fela hmm. ni kwamba kwa muda huu iliyofika msaada ndo kitu kikubwa ambacho nakitaka, umeelewa? hmm. yeye haumwi lakini mume wake ndo anauma hmm. uh, hata kama wana uwezo sasa hivi bado wana uwezo angalau wa kusaidiwa viili vitatu, lakini bado anahitaji msaada wa watu Nakumbuka Profesa J aliumwa, alikuwa mbunge, Profesa J mare Mruge. Unakumbuka influence kubwa alikuwa nayo Ruge kwenye nchi, lakini baadaye walirudi Clouds pale wakaitisha michango, kwa sababu ugonjwa unafilisi. Sio muda wa kuvutana na watu. Najua Mona kama hivyo wanavyosema, kwamba uh, watu hawasaidii wengine, wapokee simu kuna mwingine ni fans tu wa Diamond. Duri, anajisikia, anataka kuchangia. You nia. Kwa hiyo sio muda wa kutengeneza matabaka au kugombana. Huu ni muda ambao wao kama familia inabidi wakae chini mi, mi... wajishushe waangalie namna nzuri ya kusaidiwa kwenye hili, lakini pia lawama zangu au ulizo langu ni kwa BASATA hmm. Baraza la Sanaa Taifa. Mm -hmm. Wao ndio wanasimamia wasanii managers na kila kitu na wanasajiliwa. Siamini kwamba Fela hajasajiliwa, umeelewa? Mm -hmm. Wamefanya nini kwenye hili? Wamekuwa kimya, hawajaongea chochote mpaka sasa hivi. Mtu mkubwa yule ni mtu mk, Fela ni mtu mkubwa sana kwenye industry hii Bongo. Yaani leo hii familia inatoka mbele basi, hata wamefanya nini? Umeona kuna kauli yote ambao unajua Of course lazima, lazima tuambie wasanii hawa wanachangia. Wakienda kwenye show kuna percentage zinakatwa, wana, wanapeleka BASATA za kulipia vibali na vitu vingine, maana hivyo vitu wanavyochangia ni nini, inabidi wasimame katika nafasi hizi, sije tu mambo ya kuchangiana mambo ya kufungiana. so, maadili lazima tusaidiane kwenye mambo kama haya. Wao kama BASATA wako ni, ni, ni kitengo ambacho kimewekwa kwa ajili na serikali kusaidia uh, sanaa Tanzania. Kwa hiyo sanaa uwezo kuisaidia kama wadau wake hauwasaidii, inabidi BASATA wawe responsible kwenye hili, watoke mbele wazungumze chochote, lakini sisi pia tutatafuta wazungumze chochote kuhusiana na hili. Mkubwa Fella mpaka anakuja mambo kama haya anakuja kuzungumza huku mtandaoni na nini, kwa sababu mpaka anaumwa anafanya nini? Naamini basi hata kuna kitu alipaswa kufanya. Wao kama wamefanya chini sawa, lakini ilibidi pia watoe taarifa kwamba tume, tume ili tumejua, ni kazi inayofanyika, eh, na basi tumetambua tume, uwepo wa changamoto anayopitia Mkubwa Fella na sisi kama baraza la sanaa taifa tupo tayari kulisoti au tumesoti tumeso, katika nafasi au tumesovu mpaka livo hii yeah. Is. La, lakini pia nilikuwa nataka niongee ni pale ulipozungumza kuhusiana mm. na fans wa Diamond mm. wakisikia wanamtuhumu Diamond hivi na wao labda wakasusa na nini mm. mitaka nizungumze. Uh, kama ishu ni msaada, msaada hawatoi wasanii mm. sote tunajua wasanii pia wana maisha mazuri mm. yani ni vile wanachotuonyesha sisi mm. lakini deep down inside wao pia hawana ma, maisha mazuri mm. Uh, wao utakuwa shahidi mzuri sana kwa wasanii ambao walipata matatizo wakawaangukia wananchi. Unajua Diamond anaweza mm. mm. kutoa milioni mia mbili isisaidie mm. chochote mm. lakini ukilileta swala kwenye jamii mm. uh, mtu atatoa mia tano mm. mia tano inatokea Shinyanga mm. elfu kumi inatokea Mbeya elfu ishirini inatokea Iringa. Si unajua, Makete. Haba na haba ujaza kibaba. Eh, Makete inatoka laki mbili. Mm. Sio unanielewa. <laughs> U, ndo, anasaidika mgonjwa mm. alafu hii inakuwa ni endelevu kwa sababu wananchi, unaweza ukakuta mtu akasikia leo kwamba tunahitaji msaada. kwa sa Nachokiona hapa familia ya Fela inahitaji msaada, yeah, hahitaji wasanii kumsaidia Fela mm. sijui tunaelewana mm. yani, kama mpaka Sweet Fela anakuja kusema kwamba wakina Diamond awashike simu sasa hivi nini nini na nini? Mm. it means familia inahitaji msaada mm. so inamhitaji Diamond aende kuisaidia au mm. Afley, au Beka au Enokibela no familia inahitaji msaada kama ambavyo mabest alikuja kumwombea mkewe, mm. kama ambavyo mwingine alikuja kumwombea mwingine so, sasa hivi cha msingi labda Sweet Fella aombe msaada kwa wananchi. Mi naamini Watanzania mm. ah, Watanzania wanyamwezi sana, lazima watasaidia bana. Mi naitwa Riki, nilikuwa na Sarafi. This is e trending ya Rikimedia.